Marekani imeanza kupunguza idadi ya wanajeshi wake katika kambi ya anga ya Al-Udeid nchini Katari, hatua ambayo maafisa wameieleza kuwa ni tahadhari ya kiusalama uamuzi huu umeibua taharuki katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa kutokana na kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Irani. Serikali ya Katari imethibitisha hatua hiyo, ikisema kuwa imechukuliwa kufuatia hali tete ya kisiasa na kiusalama katika ukanda huo huku ikisitiza kuwa inalenga kulinda usalama wa raia wake, wakazi wa kigeni pamoja na miundombinu muhimu, ikiwemo vituo vya kijeshi. Hatua ya Marekani inakuja wakati Rais Donald Trump akitoa kauli dhidi ya Irani, akitishia kuchukua hatua kali sana iwapo serikali ya Teheran itaendelea na mauaji ya waandamanaji wanaopinga utawala huku Iran kwa upande wake ikionya kuwa itajibu vikali iwapo itashambuliwa. Kwa mujibu wa mashirika ya kutetea haki za binadamu, zaidi ya waandamanaji elfu mbili mia nne wameuawa katika msako mkali wa kikosi vya usalama vya Iran dhidi ya maandamano ya kupinga serikali. Mauaji hayo yameanza kuzua hasira za kimataifa na kuongeza shinikizo kwa mataifa ya Magharibi kuchukua msimamo mkali. Mvutano huo umechochewa zaidi na tukio la mwezi Juni, ambapo Iran ilirusha makombora kuelekea kambi ya Al-Udeid, ikidai ilikuwa inalipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vyake vya nyuklia, Iran ikisema shambulio hilo ilionyesha ya kuwa uwezo wake wa kijeshi na utayari wa kujilinda. Mshauri mkuu wa Kiongozi wa Juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alisema kuwa shambulio hilo lilikuwa ujumbe wa wazi kwa Marekani, akisisitiza kuwa Irani ina uwezo na dhamira ya kujibu shambulio lolote litakalolengwa dhidi yake. Rais Trump ameendelea kutoa matamshi yanayochochea hali ya wasiwasi, akisema viongozi wa Irani wanataka kufanya mazungumzo, lakini akaonya kuwa Marekani inaweza kuchukua hatua za kijeshi kabla mazungumzo hayo kufanyika. Irani imejibu kwa kuishtumu Marekani ya kuwa kutafuta kisingizio cha kuingilia kijeshi. Maandamano ya Iran yalianza mwishoni mwa Disemba baada ya kuporomoka kwa sarafu na kupanda kwa gharama za maisha kabla ya kugeuka kuwa madai ya mabadiliko ya kisiasa. Machafuko hayo yamekuwa mojawapo ya changamoto kubwa zaidi kuwa utawala wa Iran tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na tisa, huku dunia ikiendelea kufuatilia kwa wasiwasi hatima ya mgogoro huu.